Makala ya Jungu la Lolani wiki hii, tulitikia mwito wa wakazi wa eneo la Chakama ambao walikuwa wanalalamika kuvamiwa na ndovu, ndovu ambao wameharibu mimea na hata chakula katika eneo hilo. Katika pilika pilika zetu za safari, kwanza tulipatana na mfugaji mmoja wa ng'ombe na ngamia akiwa katika harakati za kuchunga mifugo na tukazungumza naye. He, ndugu wewe unaitwa nani jina lako kamili? Mimi naitwa Amir Ahmed. Kutoka huko Tana River. Na sasa hapa ni wapi? Hapa ni yeye, inaitwa Malore. Na sasa wewe unachunga ng'ombe wangapi, mbuzi wangapi, ngamia ngapi? Wa, mimi sasa inachunga ng'ombe kama 200 na saba hivi, na mbuzi, mbuzi sichungi, jama ingine anachunga, na ngamia jama ingine anachunga sasa hebu nabii. Eh, huku kuna matatizo gani? unapata challenges gani we mwenye binafsi, kama asubuhi umetoka umeenda huko kuchunga ng'ombe, unapata shida gani ama matatizo ya namna gani? Uh, matatizo kubwa ni ndovu, ndio anatusumbua sana huku mm. Naona no, wakati gani? Asubuhi na usiku pia anapita karibu sasa kutoka hapa tulipo mpaka kule mnaishi ni wapi? Uh, kama kilomita 15 hivi. Iko Manyata hapa. Manyata eh. Hapo mnakaa. Mm. Sasa hapo mnakaa wewe na na kina nani sasa? Tuko na majirani ngine wa kombe. Na sasa hii ni kazi wewe unafanya kama kazi kabisa? Kazi. Na sasa matatizo unayopata ni yani? Zaidi ya vitu unavyohitaji ni nini ambavyo vinaweza vikakusaidia kama, saidizi kama? Tunahitaji maji kwanza eh, maji na sola pia. Baridi inatusumbua sana usiku. Mm. Sasa baada ya hapo tulikutana na wakulima kadhaa na wakazi wa eneo hilo na kujadiliana nao kuhusu masaibu yanaowakumba. Uh, tumefika kwa Jini. bwana huyo anaitwa Jini na anakaa peke yake tumeambiwa. Hebu tuzungumze naye kuhusiana na masaibu haya ya ndovu. Jambo ah, <laughs> Bwana Jini, salamu salamu. E, tumesikia unaitwa Jini kwa eh. Nini unaitwa Jini? jina la mtani eh, eh. Na kwa sababu gani hilo jina hilo? Kwa sababu ya utani wangu ndio nikaitwa Jini eh. Eh. Sasa hapa ndio nyumbani, na wale tunaoona kule wale ni nani? wale kina nani? No, wale watu gani wale? Yes. Na ile michongo ah, ile, ile, ile, ile, kama wale wale tumbili. Eh, wakiwa kama wanakuja ndio wanaogopa ile zile alama kama mtu. Sasa hapa panaitwa panaitwaje hapa? huku huku kunaitwa Gaba Kwa Dadu. Na sasa unakaa na nani hapa? uko mbele, kuna majirani eh? Lakini hapa kwenye boma hii unakaa na nani? na kama mimi na bibi yangu mm. eh. Sasa hebu tuambie matatizo ni nini kuhusiana na haya ndovu? Matatizo ni vile ambavyo kama wanaona wamefanya eh. Nini? Lekuja kala mahindi. Eh, kuharibu mahindi na kuvunja vunja ile miti. Eh. Sasa hivi wako wapi ndovu? Ndovu kwa wakati wako hivi sehemu ya huku chini. Mm. Na jioni lazima. Eh, jioni lazima. Wana atakuwa tasikia wanalia ndio watakuwa wanatoka wanakuja hivi. Mm. Na wewe wakikukuta unafanyaje hapa hu wa? Wakinikuta ni nikimbie. Eh ni eh, wachemu jasa tasunona na liwachamu jata sasa simigui kwa kwa mpaka hapa nyumbani eh. mm. Na imekuwa hii shida tangu lini? Kwanza sikuwa Krismasi hivi. ni kama wangapi, eh, ndovu wako upande huu? Ah, ndovu ni kama ndovu ni wengi sana zaidi ya hesabu. Mm. Zaidi ya mia kwenda mbele ya. Hili ni shamba la Bwana Jini ambaye nimetoka kuzungumza naye na kama mnavyoona mahindi yameharibiwa kabisa, si ukame, na ameweka hawa hizi eh, nguo namna ile eh, ili kuwatisha eh, wanyama wakija waone kuna watu eh, eh, ili wajihami. Lakini mlima wa Mwangea ndio ule kule mbali sana na hapa, na upande huu kwa kweli ni hali ya kutisha sana kwa sababu E, hao ndovu kwa sasa hivi kama tulivyoarifiwa wako upande huu, na kwa sababu ni mchana kuna jua kali, basi wamegemea jua, wanakumzisha kidogo, lakini ni wengi sana kama tulivyoarifiwa, zaidi ya mia moja. Hatujui kama ndovu hawa ni wa nani. Njoo nami katika msako huu wa ndovu, tukijaribu kudadisi Wanyama pori hawa ambao sasa wanaishi. Uh, msako wa ndovu unaendelea, tunawatafuta hapa ili tujue wanakaa wapi na tuweze kuwaona. Hapa ni mashamba ya watu ambao wameshindwa kukaa kwenye mashamba haya, wengine tumeambiwa wako Marekani, wengine wako Nairobi, wengine wako Mombasa, wengine kila mahali. Na cha ajabu ni kwamba tumekuta kuna punda hapa. E, hatujui punda hawa ni wa nani, lakini dalili zinasema kwamba, e, ndovu wako upande huu kama tulivyoambiwa na ndo tunazidi kwenda ili tuone kama tutawapata wanyama hawa hatari.

Changa wa Barisa. Haya, sasa wako wapi hawa wanyama? Wako hapa ndani hapa. E, usiku usiku wote walikuwa hapa wakazunguka waka afa wakapita hivi e, kila siku wana, wanakuja hapa. ni kama wangapi? karibu 500. Eh, oh. E, kuna vidogo vidogo wengi naona ishi hapa. Naishi hapa Ah, na miaka mitatu hapo. Eh. Mm. Eh. Kuna itwa... kwa dadu. Sasa mmeamua vipi nyinyi? Mmeamua vipi? Kama ni kwenda kwa Dr. Neji. Eh, ile ile miguu yako. Hapo kwa. Mhm. ya

Naam, katika pitapita pita yangu katika mashamba ya huku nimekumbana na kinyesi cha ndovu na kumtafuta mwenye shamba hili, ili anieleze zaidi hapa ni wapi na ilikuwaje. Ndugu, habari gani? Mzuri e, unaitwa nani? Majina yangu yote kabili naitwa Francis Maina Mungai. na wewe ndo mwenye shamba hili ama? Ah, hapa ni wapi na e, hapa ni sehemu ya Mahera. Hili shamba nilangu, ni langu ni eka nne na Mungu ameniwezesha nikalima eka eka tatu. Na hili shamba nilipoingia mahali hapa ilikuwa ni msitu, na nina ndugu zangu karibu na mimi pia walikuwa wamelima, nikafyeka nikaangua visiki nikaleta tinga tinga nilimia, nikapanda poncho na nikapanda dragon fruit kule chini na upande mwingine aka nika pili, nikapanda mananasi na kawa nafanya vizuri sana, zikuwa zimekuwa. Na hii Desemba, wakati Desemba naingia tarehe ishirini na tatu, ikawa kuna msichana wangu amefanya grade 9, sasa nikaenda nyumbani, kijana wangu kamwacha hapa kwa sababu ya siku kuu. So, tulikokuja huko, nilipigiwa simu nikaambiwa, ndovu wameingia huko sehemu hiyo, na wameingia kwa mashamba tarehe ishirini na sita nikapanda gari wanja, malimaliza. Lakini leo nimekuja nikapata shamba imesafishwa, hakuna chochote, hakuna hata mali ya kuanzia nilikuwa nimeeka. Nime fence yote nimezungusha na hii hii mali yote ya yote yote, uh, kwa sababu ya community. Shamba hili kama lingeinuka vile lilivyokuwa watu wengi wangesaidika, maana hapa wa, wa mama walikuwa wanapata kibarua, wazee walikuwa wanapata kibarua. Sasa nimekuja nimekuta vile kumekaa, nimevunja sijui nitaanza wapi. Kwa hivyo ndio sababu nikaona siwezi kunyamaza hadi tuungane tuweze kunena na habari hizi zipate kujulikana, kwa sababu hatuna njia nyingine sasa, maana huu mwezi wa kwanza, kiangazi kinaingia, watu wako wameumia. Sasa ndio tumekuja kwa hii shamba kuonyesha kwamba kile tunacholia, nituangalie maana wanyama wametulegesha nyuma. Tutafanya nini sasa? Mimi ndio nitaanzia wapi? Sina mali ya kuanzia, sasa sita nyamaza. Hao ndovu mnasema ni kama wangapi? Hao ndovu wanakuja wakiwa wengi, wanakuja na watoto wao. Hata asubuhi walikuwa hapa. Wacha niungane wa tu, tu, tu, eh, na wenzangu tuje tuweze. Kama mchungaji, nimekuwa nijifania kazi na mikono yangu nikieneza injili hii ya kwamba amani ipo na Mungu anatembea na kweli, nilikuwa nimefanya kazi kwa mikono yangu. Kila, kila mtu ananijua anashuhudia kwamba huyu mzee ni mwenye bidii, lakini sasa naangalia hata ndugu zangu wote niliokuta hapa wanavunjika moyo kwa sababu hawa wanyama kwa wameharibu kila kitu. mwezi me, iliyopita hapo nyuma waliua mzee na mtoto mwingine alikufa, hakuna hatua ilichukuliwa. Sasa wametuvamia, hakuna shamba imebaki na kitu. tutafanya nini serikali tena? sababu tumeamua habari ifike kila mahali Kenya nzima mpaka rais mali aliposikia, kwa sababu hili jambo tujua tujui tutaanzia wapi? Naitwa nani jina lako kamili ka e, Chungwa wakati sowatoia sasa e. hapa e, kuna shida gani hapa ambazo mnapata ita ya kuku ni nzofu ofumanaria matsere migasi bikunde na kufikira vigo matsere tauremwenye umeziko kagomere nikaocha gaza goma kamare tavisi maya ni hendeti mana udziufika were niukala saini kili na kupata chakurya avinogariwa gosini gonyakuna dzuwa simayanihendeze madzi k'akuna kila kitu tasimaya niziheherei doshitherio kuku ya ndzovu hunaririrwa mimera yehu yo sini ya kukakola awakwa vihondo <gulitanga> wana anakuja skukulanga the... kireere saa t'ano t'ano au niukala makuku na kumi na mwenga viria kunenda kuchani unasikira tio manazuma takala hahako siku iyo kamafikire isho undasikira tio manazuma makwendayo maana hunaririwa si mimi haki yangu kila mutu anaririwa. ya Eh, mzee, hebu nifahamishe kwanza jina lako nae. kwa majina yangu mi naitwa Kitsao Mumba Katula. na hapa ni wapi mzee? hapa ni kibao, ni kwa dadu e sub-lokisheni. Eh, eh, ndugu mnani Eh, Wadi wa, wa, eh, location Mahera, eh, wodi Ganze ndio bunge ni Ganze bunge? Eh, be, Niganze. Niganze. Ah, sasa hebu nieleze tatizo lenu ni lipi hapa katika eneo hili hapa? Tatizo letu hapa ni ndovu, ndovu. siku mchana au ni ndovu tu, sisi hatuna la kufanya. Mimi nimelima tinga tinga na nikapanda ekari tano na nusu mahindi, kunde na pojo, na pojo na mhogo. Sasa yote imeliwa yote, hata hekubakishwa hata nusu. Hivi sasa na watoto wanataka shule, wanataka watafutwe pesa wa, wa, wapelekwe shule ile ile karo karo karo yenyewe ya, ya secondary kule ni nao wapelekwe pesa hakuna. Nimetumainia ile kule watoto hao wanakula kule, nibambanye ile karo ya shule ile, vicha kule meliwa yote na ndofu hivi. Nimedangana hata ile la kufanya sina hivi eh. Ndovu wametoka wapi hao? Ndovu wanatoka kila sehemu ya Tsavo huko. Manake huku sehemu ya Dida wamefungiwa waya, lakini huku Tsavo ndio wametoka huko, wamekuja huku na wameenea kila mahali, iko watoto wakubwa watoto, wameenea ni wengi siku na, mchana. Eh, na sasa watoto wanaenda shule vipi? Watoto sasa wanaingia shule kwenye saa nne ama saa tano ndio wana, mtoto anafika shule, wengine hawendi kabisa, kutoka wanatoka saa nane au saa tisa hivi anarudi nyumbani. Sasa wasomi, na nyinyi wenyewe. Kama wewe unafanya shughuli gani wewe? Mimi mwenyewe kazi yangu ni ya mkono, kulima. Kulima ni kama vile nimefanya na sitapata kitu. Tunataka usaidizi kwa wale watu wetu tuliowachagua, rais na wale wa eneo bunge watusaidie ngao chakula chenyewe, hivi basi ni tabu hivi ye mtoto akitoka huko shule anataka chakula, mimi ameniacha hapa na mimi nataka chakula. Sina chakula, cha haraka ni ile muhogo na kunde, vimeliwa yote, sina cha kunisaidia. Kwa hivyo serikali kama inaweza kuwa na usaidizi, wakanisaidia ngalao nikapata chakula na karo ile ya shule, watoto wangu wakasoma, mimi na watoto wengi sita. Sasa watu wote wananiangalia mimi, chakula na, na, na, na, na karo ya shule, aya itatoka namna gani? Hiyo chakula yenyewe ni ile nimefanya na hakuna. Tunataka usaidizi wa wote, serikali tuangalie na sisi, ni binadamu na tumewachagua watusaidie, na msaada unaingilia kama mahali kama hapa kwa shida kama hii imenipata mimi, si mimi, watu wengi hapa wote imeliwa yote, hakuna mwenye mshamba iliyo na kitu hapa, si mimi peke yangu, hapana. Sasa wewe kama mzee wa mtaa, umefanya shughuli, umefanya juhudi gani za kiusalama? Unawaambia vipi watu, kwa sababu kuna hilo tatizo la usalama? Mimi nimetembelea kila shamba na nikaandika, nikapiga picha, nikampelekea hesabu chifu, sabu chifu, chifu, akapeleka huko. Na mmeshalipwa kama ni fidia? bado hatujalipwa chochote na sijasikia mwenzangu amelipwa eh? Maanake kama mwenzako amesikia amelipwa basi singekuwa wewe, na unajua kwa mimi nami talipwa. Wengine hawaja waacha hiyo mahindi kuliwa, hata kuuawa, unauawa na utalipwa kitu? Watu wameuwawa, wameuwawa kabisa na ndovu na hawalipwi eh? Sasa tumezunguka sisi, hatujawaona wako wapi hawa ndovu. Hawa nyama hawalali, hawalali, wanatembea usiku na mchana. Unaweza kuwasikia wanalia hapa ukawafuata, ukifika pale wameondoka, wameingia sehemu nyingine, wanatembea saa yote. Ndio unaona hata uchomaji wa makaa yenyewe hakuna shauri ya wale ndovu, maana wanatembea kila mahali, usiku na mchana Eh? sasa Yaani, watu hawatoki wakati wa usiku kabisa, hawatoki, wanakojoa mle ndani ya vidoli. Kukicha saa mbili basi, anatoka mwage nje eh? Shoria ndovu anaona akitoka atashikwa na, si unaona, u, u, u, u, u, hapa hapahapa nyumbani ni mavi matupu ya ndovu hapa nyumbani ni mavi matupu ya ndovu. Hii miti imevunjwa vunjwa yote hiyo na ndovu yote imevunjwa vunjwa. Eh. Nikwambie masitori Juzi kucha kwa jana, ndovu amekuja mpaka ile paa ile pale ile nyumba yangu, si unaona? Nyumba ya mwenzangu ile pale, akamwona yule ndovu yuko pale, yeye akatoka kama mwenda wazimu mtu yule, sijui akajaanza kumpiga magongo huku kwa kwa, kwa, kwa mapaja huku abo, akiruka akifanya hivyo, ametoka huku akiro mpaka ndovu akaanza kulia wo wo wo wo la wo wo wo Tukaona yule mtu naye pia mtu mutu amefanya kutumwa na, na, na Mungu pengine anafukuza ndovu huyu, huyu. Kukicha kukichwa asubuhi jioni yake akaja akaja mpaka pale nyumbani tena, mimi sijui ni kisanga gani akaja akachuka hili pala nyumba akalivunja lote huyo. <laughs> akatoka mbio, haya, akakimbia akaivunjavunja hiyo nyumba yote. Ay, ni ndovu lakini hawa ha? Tunataka msaada sisi, tupate msaada ngawa kuja tusaidia vile majanga ili natupata hapa sasa. Kama si ndovu ni nini? Manake sasa... Basi tunakonyeka watu waje, watu wafukuze wale. Basi tuangalie kama itatokea ii ama. Kwa uhakika ni masaibu ya wanakijiji, wamekaa hawana la kufanya, kwa sababu ya kuzuiliwa ndani ya nyumba. Ni kama sheria ya kutotoka nje. Hawawezi kutoka kiza kinapoingia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Lola. hey, ka